Vodacom, kazi ni kwako. Poplan Hebo Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Kama ambavyo wananchi watajua kati ya mambo ya kipaumbele ya Rais wa awamu ya tano Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ni vita dhidi ya rushwa, na hasa kwa sababu jitihada kwenye maeneo mengine mengi haziwezi kufanikiwa kama bado kuna rushwa. Na eneo moja ambalo uh, rushwa wazi inasumbua ni bandarini na kwenye mamlaka ya mapato, na Mheshimiwa Raisi ame amesikitika kidogo kwamba taarifa taarifa za upotevu wa makontena na ukwepaji wa kodi, taarifa hizi si mpya, na ukisikia hata wananchi wanasema eh, kwamba tulishatoa taarifa huko nyuma, tulishatoa taarifa huko nyuma. Kwa hiyo mheshimiwa rais amesema kwa sababu taarifa zilishatolewa na chombo chetu cha TAKUKURU ambayo ndio chenye jukumu la kuchunguza matukio ya rushwa, kudhibiti mianya ya rushwa, kuchukua hatua, kwamba hakuna hakuna cha kilichoonekana wazi kwamba kimefanyika katika miaka yote hii ambayo makontena yanapotea bandarini na watu wanakwepa kodi. Anaona kwamba kasi kasi ya TAKUKURU hailingani na kasi anayotaka kwenye jambo hili. Kwa hiyo ameamua kufanya mabadiliko katika uongozi wa TAKUKURU na kuanzia leo ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Dr. Edward Hosea na kamishna Valentino Mlowola ambaye ni, ni naibu mkurugenzi atakaimu kama mkurugenzi mkuu mpaka hapo rais atakapofanya uteuzi rasmi. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza ambalo nilitaka kulisema. Jambo la pili ni kwamba Mheshimiwa Rais alipiga marufuku safari za nje isipokuwa kwa kibali chake au kibali cha katibu mkuu kiongozi. Na lakini e, tumegundua kwamba kuna watumishi waandamizi wanne wa TAKUKURU waliomba kibali wakakataliwa, lakini bado wakasafiri. Kwa hiyo na hao kuanzia leo wamesimamishwa kazi. Na hao ni ni, ni yuko anaitwa Mary Mosha, yuko anaitwa Ekwabi Mjungu, yuko anaitwa Dorin Kapwani na yuko anaitwa Rukia Nikitas. Hao waliomba kibali cha kusafiri wakakataliwa lakini bado wakaenda safari. Kwa hiyo uh, anayekaimu uongozi wa TAKUKURU ametakiwa kuwasimamisha kazi mara moja kuanzia leo. Na nitumie nafasi hii kuwaambia watumishi wa umma wote na viongozi wote, kwa maagizo la rais, kwamba wasisafiri bila kibali ama cha kwake au cha katibu mkuu kiongozi. Sio utani, matokeo yake ndio haya na mimi nawataka makatibu wakuu wote wajiridhishe kwamba kila aliyesafiri tangu Rais alipotoa agizo hili wanacho kibali. Kama hawana kibali, lazima hatua zichukuliwe mara moja. Bila hivyo, tukija kugundua kwamba kuna watu wamesafiri, hawakuwa na kibali na katibu mkuu hakusema, basi katibu mkuu ndio tatizo, kwa hiyo na yeye atachukuliwa hatua. Lakini vizuri zaidi ni kila mtumishi wa umma kutii maagizo ya mheshimiwa Rais kwamba wasisafiri bila kibali chake yeye mwenyewe rais, au kibali cha katibu mkuu kiongozi.